Takwimu zilizotolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa nchini zinaonyesha katika mwaka 2025 matukio ya moto ambayo yalipotiwa kwenye makazi ya watu yalikuwa ni elfu moja mia nne na ishirini na mbili kati ya matukio elfu tatu na tisini na moja ambayo yalitokea nchi nzima yakigusa katika maeneo tofauti tofauti. Matukio hayo yote yamesababisha vifo, majeraha na uharibifu wa mali, lakini eneo kubwa ambalo linaonekana limeacha madhara makubwa ni kwenye makazi ya watu. Kulikoni bado kumekuwa kuna shida ya kutokea kwa matukio ya namna hii? Je, jamii husika inatambua nini kuhusiana na kujikinga na majanga ya moto? Sababu kadhaa wa kadha zimewekwa mezani kama vyanzo vya kutokea kwa moto, ikiwemo hitilafu ya umeme, lakini pia hata watoto kuwa chanzo cha kuibuka kwa hali hiyo. Inaelezwa kwamba pia uchomaji wa vitu kama takataka na vyenyewe vimekuwa ni sababu ya kutokea kwa majanga haya ya moto, ambayo baadaye anashindwa kudhibitiwa na kuleta madhara kwenye jamii. Hiyo ndio itakuwa mada yetu kwa leo kwenye UCHANGANUZI. Naitwa Nurdin Selemani, nikikualika hapa studio. Tumemwalika mtaalamu wa mambo ya majanga ya moto, huyu ni Kindunda Afumani. Karibu sana sana. Asante kwema, kwema kabisa. Mambo yanakwenda. Nyie ambao mnahusika na haya mambo, mkisikia takwimu za namna hii uh, ambazo no, inaonekana uh, ni karibia asilimia 50 ya mambo yote majanga yote ya moto yakihusisha mambo ambayo yametokea kwenye makazi. Mnapata picha gani uh, katika ukubwa wa tatizo lenyewe? Uh, kwanza kabisa nashukuru na sana kuwepo leo hapa Azam TV. Uh, kikubwa hapo ambacho unakiangalia, tunaona tunabidi tuzidishe maanake kuwaelimisha, kuwaelimisha jamii So, kiangalia kama ni asilimia hamsini uh, maanake tunabidi tuzidishe eh, elimu kwa jamii ili kuzidi kuipunguza, maana ukiangalia uh, asilimia kubwa kama ambavyo umesema maeneo ya nyumbani mm. Manake hapo unawagusa watu moja kwa moja mm. Kwamba kila kinachotokea uh, katika nyumba, inamaana ni mtu anakitumia, kama ni umeme, kama ni gesi, maanake ni mtu anatumia. Kwa hiyo ambacho atakiwa kufanya ili kupunguza hiyo uh, asilimia ni kuhakikisha sasa tunazidi mwaka 2026 na, na sasa uh, tunazidisha ile elimu kwa jamii, uelewa uongezeke ili azidi kupungua zaidi. Hmm. Kwa nini matukio yanaonekana mengi yanagusa zaidi uh, makazi ya watu na uh, kufikia karibu na kutakuja asilimia hamsini hivi ya matukio yote? Uh, cha kwanza kabisa uh, sehemu kubwa sana ambayo nafikiri uh, mafanikio makubwa yamekuwepo yame kwenye makazi ambayo ni uh, kwenye viwanda, maeneo ya biashara, ni maeneo ambayo uh, wahusika wamekuwa maanake wanalazimishwa, wana comply kukidhi vigezo katika hayo maeneo uh, lakini kwenye maeneo ya nyumbani, nafikiri changamoto kubwa ni kwamba inahitaji usimamizi zaidi, kwa sababu huwezi uh, kumshurutisha mtu kwa moja kwa moja kwamba unatakiwa uwe na kitu hiki na hiki, na akawa nacho, na hata usipomkuta nacho unashindwa ufanyeje ili awe nacho. Kwa mfano kama sehemu ambazo ni uh, kwenye maeneo ya biashara, ni maeneo ambayo moja kwa moja serikali ikisema unatakiwa kufanya kitu fulani, wanatakiwa wakifanye, na usipokifanya maana yake unaenda kwenye, kwenye faini na vitu vingine. Kwa hiyo kule watu wanazidisha umuhimu wa kuweka mfano kama vifaa vya kuzimia moto na kadhalika, lakini maeneo ya nyumbani unakuta wengi hawana hivyo vifaa. Kwa hiyo unahitaji kuelimishwa zaidi, ili waweze kuwa navyo vifaa. Kwa mfano kama inatokea tatizo la moto umeanza mm. kuwaka mara nyingi mioto tunazima kwenye hatua ya awali ukiwa unaanza kuwaka. Sasa, moto ukitokea, watu wanakimbia, nyumba inaungua, na kama ni nyumba zimejipanga, maanake nyumba ya kwanza itaungua, ya pili itaungua. Kwa hiyo ni muhimu sana nafikiri tu uh, kuzidisha elimu uh, lakini pia kuwahamasisha watu wawe na vifaa vya kuweza kuzimia moto ili inapotokea matukio kama haya waweze kudhibiti mioto inapokuwa katika hatua ya awali kabisa. Mm. Uh, studio zetu pale Dodoma naambiwa kwamba tayari mrakibu mwandamizi Rehema Menda, ambaye ni kaimu kamanda wa jeshi la polisi jeshi la zimamoto na uokoaji pale Dodoma, tayari yupo studio. Karibu sana, uh, bi Rehema. Na uh, mjadala wetu unalenga ongezeko la hizi ajali za moto, hasa katika makazi. Nyie mmekuwa ni, ni, ni, ni jeshi ambalo mnahusika moja kwa moja na haya mambo, mnapokwenda kwenye matukio. Mara nyingi nini ambacho huwa mnakiona kama eh, kumetokea uzembe ama kuzembea kwa namna yote na hata moto kuwa mkubwa na kushindwa kudhibitiwa kwa sababu moto huwa unaanza tu kidogo na baadaye ndo unakuwa zaidi. Asante ndugu mtangazaji. Uh, tunapokwenda kwenye matukio na kukutana na hali ya tukio, ipo katika hatua ya hatua ya ambayo kwa lugha nyingine tunasema full developed. Hii inachangizwa na mwananchi kue, kuchelewa kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na inatokea pale ambapo anaanza na yeye kuanza kuzima moto na badala ya kuweza kutoa taarifa katika mamlaka husika, yaani Jeshi la Zimamoto na Uokoaji au moja kwa moja tunawajibika na shughuli hizi za kuzima moto na kuokoa maisha ya wananchi. Kwa hiyo, uh, jambo ambalo huwa linatokea mpaka moto unaweza kuwa ukaleta madhara makubwa au tukakuta tayari umeleta athari kubwa ni kutokana na changamoto za utoaji wa taarifa jeshi la zima moto na uokoaji. Na utoaji wetu wa taarifa ni kupitia namba yetu ya dharura ambayo inapatikana nchi nzima kupitia namba yetu moja moja nne. Mm. Uh, umezungumza kwamba mara nyingi moto ukitokea mtu anaanza kwanza juhudi za yeye mwenyewe kuuzima kabla ya kuwasiliana na mamlaka husika. Ni vibaya kwa watu kupata huo ujuzi ama uelewa wa kuweza kudhibiti huo moto katika hatua za mwanzoni, ili usiwete madhara zaidi, na hata nyie mkija Uh, mkute angalau kuna jambo ambalo limefanyika la kuokoa uh, si vibaya, ila uh, matendo haya ama hatua hizi zinaenda sambamba na utoaji wa taarifa katika mamlaka husika. Wakati unajaribu kuzima ule moto, mara moja unapaswa kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji, hali ambayo wakati mwingine wengine wanakumbwa na taharuki, na hiyo tumeweza kuwa tukitoa elimu kwa wananchi kuhusiana na uwezo ama kuwa na ujasiri wa kukabiliana na janga hilo kwa, kwa hatua ambazo ni stahiki kwao kuweza kuzifuata. Kwa hiyo, utoaji wa taarifa ama kudhibiti tukio la moto likiwa katika hatua awali ni elimu ambayo tunaendelea kuitoa kwa wananchi ili waweze kudhibiti na tunatumia tuna washauri waweze kuweka vifaa vya kuzima moto, lakini isiwe ile ambayo sasa mtu yuko kutafuta ndoo ya maji aanze kuzima moto. Na kwa kawaida hali ya uh, oksijeni, eh, hewa oksijeni ikiongezwa katika moto inaweza kuleta athari kubwa zaidi tofauti na ambavyo wataalamu ama askari wa jeshi la zimamoto tunapopambana na tukio la moto tunatumia presha inayo takiwa kuweza kuzima ule moto. Kwa hiyo ziko mbinu mbalimbali ambazo tumekuwa tukitoa elimu, na kwa mfano kwa mkoa wa Dodoma manufaika toka mwezi Januari mpaka uh, Disemba 2025 tuliweza kuwafikia wananchi elfu arobaini na tatu na themanini na tano. Kwa hiyo elimu vinaenda sambamba na hatua, na ili swala linataka ujasiri, na tumekuwa tukifanya elimu hii kupitia mm, nadharia pamoja na vitendo pia, lengo na, lengo na nia ni kumweka mwananchi katika hali ya utayari anapokutana na tukio au janga la moto katika eneo lake la makazi au eneo la biashara au eneo a, a, la, la kazi. Kwa hiyo umuhimu ni kwamba pamoja na kwamba upo ujasiri, lakini pia a, uelewa ni kitu gani kiweze kuanza. Kwa hiyo pamoja na kwamba unachukua hiyo hatua tunamshauri mwananchi aweze kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji, na si kusubiri labda umesha mshinda ndio wanaanza kutafuta msaada. Nitapataje huduma eh, ya kuzima moto, jeshi la zimamoto na uokoaji hapo hapo. Uh, kamanda, kuna imezoeleka ime kwenye taasisi mbalimbali mbali, kwenye maeneo ya biashara uh, sheria inawafunga hawa watu vifaa lakini pia hata wale wamiliki wa vyombo vya moto na wenyewe lazima wawe na zile vizima moto ama fire extinguisher. Kuna ugumu gani kuhakikisha kwamba labda uh, katika mitaa mbalimbali kuwe kuna station fulani ambazo zinawekwa vifaa ambavyo vinaweza vikasaidia, ama nyumba ya mtu binafsi pia ishurutishwe kuwa na moja ya vifaa ambavyo vinapaswa kutumika kuzima moto? Asante, nashukuru sana ni ni sahihi kabisa kwamba tumekuwa tukifanya ukaguzi kwenye maeneo mbalimbali mbali ya biashara, lakini pia katika ofisi na majengo mbalimbali mbali. Na sheria yetu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ya 2007 hasa ya ukaguzi ambayo ilifanyiwa marekebisho 2021 inatutaka kufanya ukaguzi kwenye makazi ya watu na elimu hii tumeanza kwa kwanza tume, tumeanza kutumia mikusanyiko mbalimbali. Tumetoa maelimu kwenye masoko, tunatoa elimu kwenye nyumba za ibada, tunatoa elimu kwenye mikutano mbali mbali ya hadhara. Lengo na nia, tunalo jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria ya usalama dhidi ya majanga ya moto. Uh, ili wananchi waweze kuchukua tahadhari. Kwa hiyo hakuna ugumu wa kuweza kuwafikia wananchi kwenye makazi yao. Ni shughuli ambayo tunaifanya na taratibu zinaendelea kuwafikia kwa kadri ambavyo uh, muda unaruhusu, pamoja na, na, na, na, na rasilimali. Lakini pia ukizingatia serikali ya awamu ya sita imeweza kufanya maboresho makubwa sana upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji ambapo imeanza na vifaa, lakini pia ajira, hata hivi karibuni zilitangazwa na uh, wananchi wa Tanzania ama uh, vijana waliokuwa na sifa wameweza kuomba zile nafasi. Kwa hiyo tunaendelea kusogeza huduma kwa wananchi kwa kadri ambavyo eh, bajeti na rasilimali mbalimbali zinaweza zinaendelea kuruhusu. Kwa hiyo hilo tunalifanya, hakuna ugumu wowote wa na wananchi. Hata huu mwaka elfu mbili na ishirini na sita tumeweka mikakati hiyo kuweza kuwafikia wananchi katika maeneo yao ya makazi hmm. Kwa hiyo hilo hazina ugumu la kisheria na ni takwa la usalama dhidi ya majanga ya moto na majanga mengine, kwamba majumbani tufuate taratibu na sheria ya jeshi la zimamoto na uokoaji ili kuweza kujiweka katika hali ya usalama na kuepuka haya majanga ambayo tumekuwa tukiona yanaleta athari kwa wananchi. Hmm. Mrakibu Mwandamizi, tutarudi tena kwako uh, Afmani. Moja ya jambo ambalo amelitaja ame, ame uh, Mrakibu Mwandamizi ni kwamba watu wapasi kutumia maji kuzima moto mm -hmm. Katika akili ya kawaida na wananchi wa kawaida, ukimwambia kwamba asichukue maji kuzimia moto, ni kama akuelewe, anakuona wewe ndio na kivuruge, unakuja kualibu hali ya mambo. Nyi wataalamu, nini ambacho kipo kwenye, kwenye maji ambacho kinaweza kikaleta athari kubwa na kwenye huo moto ambao labda ndo unaanza? Huyu mtu anatakiwa afanye nini? Uh, nashukuru tena kwenye, kwenye upande wa kuzima moto, kuzima moto ni sayansi ambayo ni mtu anapaswa aelimishwe, na kosa moja linaweza likapelekea tatizo kubwa. Kwa mfano uh, umezungumzia ishu ya maji. Maji nyumbani yanaweza kuzima moto, lakini unatakiwa kuwa makini katika kuyatumia. Ukikosea wewe unaweza ukawa ndo umesababisha nyumba kuungua. Kwa mfano, washumu moto umeanza kuwaka kwenye nyumba, nyumba kuna umeme umeme hutakii kumwaga maji ukiwa huko live kwa sababu utaweza kurushwa, hilo la kwanza. Lakini kumwagia maji vifaa vya umeme pia inaweza kusababisha moto kazidi zaidi. Lakini sehemu nyingine ni kwamba inaweza ikawa moto umewaka lesi, labda jikoni, mafuta yamewaka. Watu wengi wanajua kwamba maji yanazima <laughs> moto, kwa hiyo mtu kwa sababu kashazoea hivyo atachukua maji, ataenda ata mimina lita moja ya maji ukimimina katika mafuta yanawaka, inazalisha mpaka lita elfu moja na mia saba za mvuke. Kwa maana yake ule mtu ataungua na nyumba itaungua, na ndio maana msisitiza kwamba sio kila muda unakuwa unatumia maji hiyo. Hmm, hmm, ndio athari kubwa sana ya kutumia maji, na ndio maana tunahimiza watu wawe na vifaa maalum hizo fire extinguishers, ili kuweza kuzima moto, inakuwa ni rahisi zaidi kwenye kuzima, lakini mtu anakuwa pia yuko salama katika kukabiliana na moto wakati huo wanazimamoto. Ina maana tunasisitizwa sasa, mtu ni lazima awe ametoa taarifa, kwa sababu kama hujatoa taarifa kwa wakati, ina maana jeshi la zimamoto na wakaji pia watachelewa kufika. Na kwenye hili labda kwa kufafanua zaidi, naweza nikasema kwamba muda ambao wewe unakuwa tukio limetokea hmm, uh, lese mechelewa kutoa taarifa, inaweza kaa kuna nyumba nyingi katika hilo eneo kwa hiyo moto kisha kuwa mkubwa, hivi vizimia moto tunavyoviongelea sasa hivi vyote kazi yake ni kuzima moto ukiwa kwenye incipient stage, hatua ya awali kabisa, mdogo moto. Lakini sasa moto unapokuja kuwa mkubwa, uwezi tena kutumia vizimia moto, maana unahitaji resources zaidi, kwa maana ya magari ya zimamoto, pressure kubwa. Sasa kama umechelewa kutoa taarifa, maana yake moto umeunguza nyumba ya kwanza, utaunguza nyumba ya pili, umesha kushindana na kupiga simu, maana yake unazungumzia sehemu nyingi sana itaungua. Kwa hiyo kwenye hili, mimi nasisitiza pia watu kwenye kutumia maji wasitumie maji, watumie vifaa maalum hizo fire extinguishers, lakini sio mm. kutumia maji moja kwa moja. Kutumia maji moja kwa moja kunahitaji uelewa mkubwa, kunahitaji pressure kubwa wakati mwingine, kama moto umekuwa kuwa mkubwa mm. mara nyingi sana tunaona kwamba watu wanateketea wakiwa ndani. Moto umeanza mm. mtu yupo ndani. Uh, tunaambiwa ali suffocate na hatimaye uh, anakufa. Ana, ana, ana, ana nini, mtu anatakiwa afanye yupo ndani, moto ndio shaiti tokea, naye anataka atoke nje akiwa salama Sahi kabisa swala so, lako ni zuri sana kwenye upande wa kujiokoa. Katika matukio ya moto watu wanatakiwa kwanza waelewe kitu kimoja kwamba kinachoua watu wengi katika matukio ya moto kwenye nyumba kama hivyo, asilimia kubwa sio moto, kwanza watu wana kwa kukosa oksijeni. Hmm. moshi unaua watu wengi katika moto. Kinachofanyika ni kwamba moto unapokuwa umeanza kuwaka unakuwa mdogo, kwenye sayansi ya moto moto ukiwa mdogo unazalisha moshi mwingi, nakumbuka kinachoua watu wengi katika mioto ni moshi. Kwa hiyo pindi mtu anapokurupuka kama ni usiku au mchana ndani akiwa anatoka akiwa amesimama anavuta ule moshi mwingi, ndo kinampelekea kukolapsi, kuanguka chini. Akianguka chini, akichelewa kuokolewa yule mtu pale, maanake baadaye ndo anakuja kuungua na moto. Kwa hiyo kesi pale itabadilika kwamba amekufa kwa kuungua na moto, lakini ukiangalia ile process iliyopitia, ina maana huyu mtu amekufa kwa kukosa oxygen. Lakini kwenye swali lako la msingi, kwamba nini sasa tufanye ili kuweza kujiokoa katika matukio hayo, cha kwanza nataka nimsisitize mtazamaji kwamba inapotokea tukio kama hilo, ahakikishe, cha kwanza, kwenye nyumba yake aweke dirisha la dharura. Kwenye lile dirisha lile waweke kile kimlango cha dharura pale kinaweza kumsaidia kuweza kutoka nje, kwa sababu zipo kesi nyingi ambazo zinatokea, mtu moto unawaka, ukienda unakuta familia imepoteza maisha ikiwa kwenye chumba. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tafsiri ya kawaida, hao watu walijimobilize, walijikusanya mm, wakawa chumba kimoja, lakini zile nondo imewafanya kwamba wameshindwa kutoka. Sasa hiyo ni akili kwamba nini natakiwa kufanya, na ndio maana nimekuwa nikiassist watu kama, kama mtu hana uwezo wa kuweka hivyo, kama ni nyumba sio ya kwake basi awe hata na nyundo ya kilo tano ikitokea hivyo, aweze kupiga aweze kutoka nje, kwa sababu pale tunachokifanya ni bora nyumba ikaungua, lakini familia ikawa salama. Leo hii tunalia kwamba ndugu zetu wamepoteza maisha ndani kwenye moto, kwa sababu walishindwa kutoka nje, lakini waliweza kujikusanya wakakutana kwenye sehemu moja. Kwa hiyo napenda kusisitiza kwa hili, kama itatokea moto umewaka ndani, moshi unajaa kwenye chumba, unajaa unaenda juu, then unaanza kushuka chini, ndivyo moshi ulivyo kwamba moto ukiwaka moshi utaanza kwenda juu, ukishajaa juu unaanza kushuka chini. Kitaalamu tunaita neutral plane. Neutral plane ni lile eneo ambalo linatenganisha kati ya moshi pamoja na hewa ya oksijen chini. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi kama ni chumba kikijaa moshi, moshi ukienda juu utaanza kushusha oksijeni yote chini. Kwa hiyo ili tusurvive sasa, unatakiwa wewe utambae chini kuelekea sehemu ya kutokea. Ukitambaa chini au ukiwa chini ukiwa loa ina maana una muda mrefu wa kuweza kusurvive kuto kupoteza fahamu ukiwa chini kwa sababu oksijeni ipo chini pale mm. Lakini ah, hiyo kisanga chake hadi huyakumbuke. <laughs> Hayo sio sio, sio shughuli ndogo, mrakibu <laughs> uh, mwandamizi, uh, katika hali ilivyo, na nyinyi mmekuwa mkifanya juhudi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba majanga haya yanadhibitiwa. Tunaweza siku moja tukapita katika nchi yetu na kusema kwamba Uh, majanga haya tena hatunayo, na nini mbinu ambazo zinaweza zikasaidia kufikia hapo? Viseni ya uh, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwanza, sasa hivi tumeweza kubezi njia ya kuzuia zaidi kuliko kupambana na majanga ya moto. Kwa hiyo kupitia hilo Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumewekeza jitihada nyingi sana kwenye masuala ya kinga. Yaani tuna kinga kuliko pale kutibu. Kwa hiyo, uh, tunafanya shughuli mbali mbalimbali ikiwemo kufanya ukaguzi na kutoa ushauri wa kitaalamu, lakini pia tunatoa elimu kwa wananchi ambapo kwa upande wa ukaguzi tumekuwa tukitoa elimu na kuwafikia wananchi kwa kiwango kikubwa, lengo na madhumuni ili kuweza kuweka miundombinu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Aa, kama mtaalamu alivyotoka kuzungumza amezungumza vyema na ni sahihi kabisa, na nimpongeze kwa hilo kwamba sambamba na hilo pia wananchi au ndugu mtazamaji unayemtazama mtazama, lipo jukumu la wewe kuweza kuweka Uh, vifaa vya kung'amua na kuweza kuashiria moto. Lengo na madhumuni ni nini? Hususani nyakati za usiku. Uh, ukiwa amelala na kama tunavyofahamu milango yetu ya fahamu mtu akiwa ya amelala utendaji kazi wake unapungua, lakini kitu gani kitaweza kukukumbusha ama kuku, uh, kuku alati, kukujulisha kwamba liko tatizo limeanza. Na siku zote moto unaanza ukiwa katika hatua Uh, ya awali kabisa, unaanza kidogo kidogo, baadaye kutokana na chakula cha moto kilichopo katika hiyo nyumba au hilo eneo unakuwa na kuleta athari kubwa. Kwa hiyo uwekaji wa vifaa, tunaendelea kutoa elimu na kufanya ukaguzi na kuwashauri kwamba uwekaji wa vifaa vya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto ni muhimu sana upande wa makazi yetu. Na kwa mfano tuko Dodoma, uh, mioto iliyotokea kwenye nyumba za makazi ni matukio 119 ambapo kati ya matukio 312. Sasa hili linaonesha ukubwa kwamba changamoto kwa upande wa makazi, eh, na utekelezaji wa, wa sheria au matakwa ya usalama dhidi ya majanga ya moto bado tunaendelea kusisitizia ili wananchi waweze kuwa na wa uelewa huo wapate mwamko wa utayari, eh, katika kuchukua tahadhari ambapo sasa hivyo ving'amua hizi, uh, fire alarm na detection, kwa lugha rahisi ambayo wengi wanaifahamu, ambavyo ni ving'amua moto na viashiria, hivyo vitakufanya mtu kwanza achukue hatua ya haraka, aidha kuzima ule moto au uh, kujiokoa, na kama ilivyotangulia kuzungumzwa na uh, msemaji aliyepita kwamba uwepo wa njia za kujiokolea yaani, njia za dharura kwenye nyumba zetu hizi hizi za makazi, una vyumba vitatu vinne, ni jambo ambalo kwa sasa hivi e, ndugu mtazamaji, ni jambo ambalo halikwepeki kwa sababu moto ni janga, ni ajali, lakini pia ni janga linaloleta majonzi sana kwa wananchi. Kwa hiyo sisi Uh, tunaiona Tanzania kwamba vision yetu hapo mbele haya majanga yaweze kupungua, na tunatumia hizi hizi takwimu kuweza uh, kutekeleza majukumu yetu kwamba sasa chanzo ni hivi, tutashughulika na hivyo vyanzo au mioto mingi sasa hivi inatokea labda kwenye makazi, shida ni nini? Changamoto ni nini? Na tunapaswa kufanya nini? Na tumejipanga nalo hilo, iliisha wananchi wanakuwa salama dhidi ya majanga ya moto lakini hmm, hata majanga mengine. Mrakibu okay, mwandamizi Rehema Menda, tukushukuru sana kwa kuungana nasi hii leo katika uh, mjadala wetu moto kwa tukiangazia majanga haya ya moto hasa kwenye makazi na namna ambavyo uh, takwimu zake zinaendelea zina kuongezeka. Asante sana, nashukuru. Namaa, ni mrakibu mwandamizi Rehema Menda huyo, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mkoa wa Dodoma, lakini studio pia nimekuwa naye Kindunda Athumani, mtaalamu wa majanga ya moto nikushukuru sanaaan sana. Naam, nukta hinu natufikisha tamati ya uchanganuzi kwa leo. Tulikuwa tukipiga darubini kupitia takwimu ambazo zilitolewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuhusiana na uh, majanga ya moto yalivyo katika majanga ambayo yalitokea katika mwaka 2025 yanaonekana elfu moja mia nne ishirini na mbili ni yale ambayo yalikuwa yametokea kwenye makazi ya watu, lakini kwa ujumla wake majanga yote ya moto ambayo yalikuwa yameripotiwa katika takwimu na jeshi la zimamoto kuwa nayo yalikuwa ni elfu tatu na tisini na moja. Kwa hiyo kwa Tanzania unapaswa kuendelea kuchukua hatua na kuhakikisha kwamba unakuwa salama. Naitwa Nurdin Selemani, ndivyo ambavyo natamatisha uchanganuzi hii leo. Panapo majaliwa yake Allah, tukutane tena kesho, nikutakie usiku